Katika uwanja wa soka, ambapo kasi na ustadi hukutana, kuna nyota anayechipuka ambaye anaandika historia yake kwa kila pasi na kila hatua. Kutana naye Remina Chandugu, kiungo wa kati mwenye kipaji cha ja kipekee katika timu ya Majestic Redsea Starlets. Sio tu mchezaji, yeye ni dira ya timu na mtunzi wa melodi za kiushindi. Kwa umaridadi na akili ya soka isiyo na kifani Nyota huyu amevunja mipaka na kuonyesha kuwa ndoto hazina jinsia. Lakini je, ari hii ya kupenda soka kaitoa wapi? Kenya kilinipea morali niingie katika timu ya football. Ilikuwa kuwa nikiona wenzangu wanaenda kwa hizi mambo wanaparticipate mambo na ball games nini hizo na nyingine, lakini mimi nikaonelea heri nijiunge kwa timu ya football girls. Nikaingiwa na ile morali ya kucheza mpira, ndio maana hata saa hizi naendelea tu vizuri kucheza mpira na boli yangu iko juu. Je, soka ni mchezo rahisi ama ni mororo? Remina anatueleza vikwazo na vizuizi anavyopambana navyo, haswa katika safari yake ya awali kabla ya kujiunga na klabu ama kabla ya kujiunga na timu ya Majestic Redsea Starlets timz likua kichezea kitambo, yani no tu sawa. Yani, kati ya mechi zote alizokutana nazo katika kiwango hiki cha daraja la kwanza Division, kuna mechi moja ambayo hata waisahaucheana yenye sitaisahau ni timu ya hapa hapa karibu, timu jirani ambapo inaitwa Ocean D Starlet, Ocean D Queens ambapo iko hapa Mikindani. Hiyo game ilikuwa ilikuwako ngumu tena sana, lakini nilijituma ile yangu wote, nikahakikisha nimemwonyesha coach ile morali wakuwa hata hawezi yani, hawezi nitoa kwa game wala kwa kila game ana nafaa nianze mpira ili at least tuonyeshe ile yani, winning kushinda, yani ushindi. Remina anamtizama sana nyota wa Junior Starlet Halima Imbachi na kuiga ustadi wake huku akitamani siku moja kung'aa kama yeye. Kuna msichana fulani huko alikuwa kwa akicheza tuseme former club yake alikuwa kwenye ulinzi Starlet, but akachukuliwa na Junior Starlet huko huko majuu. Yani napenda tu boli yake venye anacheza, na mimi pia napenda kuiga sana boli yake tu, Halima Halima Imbachi napenda sana bolia akiwa msichana pia. Mi nataka tu nijitume zaidi nifanye jitihada zangu nijitume zaidi yaani, ni nipande ngazi zaidi mahali huko. Yaani, licha ya kwamba ni mchezaji mzuri, hata sahau vile beki mmoja wa Ukunda Vision Starlets, humsumbua sana sana anapoweka mpira miguuni. Toka hizo gem zetu zianze, beki mwenye amenisumbua ni wa kutoka huko Ukunda. Ndio alinisumbua sana lakini nilijituma ili yangu nikaonyeshe. Nikaonyeshe tu ile sana, ni kujituma ili nionyeshe pia mimi naweza. Hakuna venye nitaachilia mimi, eh, venye anacheza ni mtoto wa kike na mimi pia ni mtoto wa kike, anafaa ni, nionyeshe yani nimfikie, anifikie. Ndio ili tujaribu ile kuonyesha ni ushindi wetu venye ita, ita, itaenda yani tupate hizo points ndio tuzidi kupanda kama ni, e, ni, ni, ni NSL hivyo. Ni ndoto kama ya Remina ya kwamba siku moja awatafaulu na kupanda daraja la NSL, ya National Super League na waendelee kupaa juu zaidi. Mi naomba tu Mungu ve niko na matumaini Mungu, panapo na majalo Mungu akipenda hiyo. Tunaomba tu after tusha maliza gem zetu za divan tupande, at least tufike huko NSL tuonyeshe pia kwani, tuzidi tu kupanda hivyo hivyo, ngazi moja baada ya ingine, ndo tumtie morali pia kocha wetu. Wakati hayuko uwanjani, mwanadada huyu hujishughulisha na biashara yake ya kuuza madera ambayo humsaidia hasa katika kukidhi mahitaji yake ya kila siku. Mimi nikiwa free time yangu, kabla sijaingia uwanjani, maybe kama siku hatuingii uwanjani, free time yangu anaitumia yani kufanya biashara ya kuuza madera, na hiyo kitu nimejitolea mii mwenyewe, yani kujituma kama mtoto wa kike, yani nipate pesa zangu kidogo za kukimahitaji yangu. Mi free time yangu wa anaitumia tu mebi kama hatujaengea uzoezi upande wa hii klabu yetu, anapenda ni kujituma pia kwa klabu zingine mebi, hata kama ni bwezi anaenda kutren na wao, ile nizidishani ile boli yangu. Remina pia anawashukuru mashabiki wake sana kwa kumpa morali kila anaposhika mpira akiwa uwanjani. Mimi mafanzi wangu wananipea tu morali bati, hakuna msaada wote wenye wananipea. Ni ile tu morali kuonyesha msiana yaweza nini, bila yeye hakuna venye ita at pale made kutawak nini hivyo, lakini upande wetu kunisaidia yo ajeni saidia. Lakini kunipea ile morali, wananipea tu tena sana. Kama vile wewe na mimi tunapenda sana kutambua muziki kama dawa na sabuni ya roho, basi Remina, pia anapenda muziki wa taarabu Fritem yangu pia wana tumia mambo na muziki, wanapenda kusikiza sana tharabu. Ndoto ya nyota huyu ni kwamba akistaafu kutoka uwanjani ataendeleza biashara zake, hivi basi akiendelea kuomba mfadhili yeyote amsaidie katika biashara zake za kila siku. Nikistaafu mambo na mpira mambo na soka yani, nataka niwe mwanabiashara mkubwa mpaka nishangaze watu hadi nikiwaambia stori yangu ya mpira wanipe tu ile morali <laughs> venye mimi ni mchezaji na timu yangu pia inajua mimi ni mchezaji, na according to vile inajituma kwa grao, pia coach wangu yuaona, mashabiki wanaona, media wanaona na watu wengine pia, mafans wanakuja kwa game wanaona boli yangu. Ke, naomba yani, vile nilijitolea tu ku manage my own business hizo vitu kama hizo, maybe kutatokea mtu yoyote ani support, nizidi tu kuendeleza biashara yangu hivyo, hata maybe nikistaafu unajua kuna vyenye nitaishukuru yani klabu yetu. Akitamatisha, mchezaji huyu anawashauri vijana wanaotamani kuwa wachezaji eh, kama yeye ajitume. kwa zoezi ye mwenyewe ajiheshimu, ndio pia officials nine o watu wengine pia watamheshimu tu vizuri sana na mambo yake atamwendea tu vizuri na boli yake pia, kama ameselekti mambo na mpira, boli yake itaendelea tu vizuri yani. Akiwa ni kiungo wakati wa Redsea Majestic Starlets anaendelea kuandika hadithi yake akivunja mipaka na kuhamasisha kizazi kijacho cha wachezaji wa kike. Kaxon Musyoka, Majestic Digital TV.